Uganda ya Yoweri Museveni yaingilia ya kati yanayoendelea nchini Tanzania. Ili kutopitwa na taarifa zetu, hakikisha ume subscribe. Bonyeza manene mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Kufuatia hali inayoendelea nchini Tanzania hivi sasa, hasa kuhusu picha mjongeo zinazoonekana kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa majirani wanaojiita wanaharakati toka kule Kenya, wakionekana kutia malalamiko na madukuduku yao juu ya utawala, hasa kuhusu sakata la wanasheria wao kuzuiwa airport na sakata zima la Lisu, Uganda nayo imeona isikae kimya ama kufumbia macho hili. Taifa la Uganda kupitia kiongozi mkuu wa jeshi lao Muhoz Kainerugaba, ametumia ukurasa wake wa X au zamani kama Twitter, na kuposti picha ya Mheshimiwa Rais na kisha kuandika na nukuu, Mama Suluhu Hassan, president of Tanzania, is fast becoming one of my favorite leaders in Africa, no nonsense and extremely decisive. Asante sana mama. Akimaanisha Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, anazidi kuwa mmoja wa viongozi ninaowapenda sana barani Afrika, hana masiara na ni mwenye maamuzi ya haraka. Asante sana mama. Hayo aliandika mkuu wa jeshi la Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, ambaye huyu ni mkuu wa jeshi la Uganda, lakini pia ni mtoto wa kuzaliwa kabisa wa Rais Yoweri Museveni, ambapo Uganda baba ni rais, mtoto ni mkuu wa majeshi. Hilo ndio zuri lililotokea kule Uganda na sisi, ni kazi yetu kushare na wewe. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kelly.